Dawa ya masunzu kiboko ya kibamia ni dawa ya vidonge vya asili yenye mchanganyiko wa miti shamba yenye kutibu na kumaliza matatizo yafuatayo: mashine kusinyaa na kuwa kama mtoto, kunyoosha mishipa ya askari iliyosinyaa, kutokana na kuchukua kwa muda mrefu au ngiri au korodani moja kupata maumivu ya mgongo, kusinyaa, kuuma, kupata choo kama chambuzi, tumbo kujaa gesi, tumbo kuuma chini ya kitovu, kisukari, magonjwa ya kaswende na kisonono, gindu extra. Kuongeza saizi urefu inchi sita mpaka nane na unene sentimita tano wa mashini. Dawa ya masunzu inatibu nguvu za kiume na kuimarisha misuli ya uume unaolegea wakati wa tendo la ndoa, hukufanya unogewe kufika kileleni dakika kumi na tano hadi ishirini na utakuwa na uwezo wa kurudia zaidi ya mara tatu bila kuchoka. Dawa hizi huzalisha mbegu za uzazi, yani manii, mke au mumwe, inatibu na uzazi. Dawa hii inaanza kufanya kazi dakika hamsini tu Gumbo mix ni dawa ya kutibu bawasiri kwa muda mfupi sana. nmb dawa hizi ni za asilia, yani mitishamba hazina madhara wala kemikali aina yoyote. Rukomoro dawa ya mvuto kwa mpenzi mme au mtu aliyokuacha atarudi masaa mawili tu. Mtundwa dawa ya kutibu miguu kuwaka moto na kufa ganzi unapona ka megere ada na kushuka inatibu na tezi dume pia. Kuna dawa ya kusafisha mwili wangu, kuwa aliotakari kwenye biashara yako, pia kurudisha mali iliyoibiwa. Tupo Dar es Salaam Gongo la Mboto, piga simu kwa Daktari Mayunga akusaidie. Dawa zangu ni tofauti na nyingine wote, linakaribishwa kwa, kwa mawasiliano zaidi 0718602438 karibuni sana.